Nami nimekiona kuhusiana na kwamba kuna mhadhiri alichukuliwa na polisi aa, UDOM. Nimeongea na Waziri wa mambo ya ndani Mheshimiwa Simba Chawene. E, labda nifafanue ifuatavyo. Mimi habari za awali ambazo ninazo ni kwamba kuna mhadhiri aliitwa, alikamatwa na polisi kuhojiwa kwenye masuala yaliyofanyika nje ya chuo. Lakini nadhani waziri mheshimiwa Simbachawene anaendelea kufuatilia ajue nini kina, kinaendelea. Lakini niseme hivi kwamba mhadhiri anapokuwa anafundisha darasani yuko huru kufundisha, kwa sababu tunaamini atafundisha kwa weledi, na kama kutakutokea na makosa ya kiweledi katika ufundishaji ama kwa kutoa matamshi, pengine kuna mambo mengine sensitive, mambo ya dini kwa mfano na uh, siasa za vyama na kadhalika kama kuna kitu kama hicho ambacho kina ukakasi, mamlaka yake ya kumshughulikia sio polisi. Yeye atachunguzwa na mamlaka ya chuo, kuanzia mkuu wake wa idara, mkuu wa kitivo, na vice chancellor na senate. Kwa hiyo wahadhiri wote, vyuo vyote vya umma na binafsi, wakiwa katika kumbi zao za mihadhara, wanapofundisha wana uhuru wa kufundisha, na tunaamini watafundisha kwa weledi, watazingatia weledi hawatavuka mstari wa kwenda kwenye vitu ambavyo vitaonekana vina makosa makubwa. Nimetoa mfano tu, uweze kuingia kutoa mhadhara darasani ukawa unaleta sana siasa za kichama, au pengine labda ukazungumzia masuala ya dini kwa namna ambayo inawaumiza watu wengine. Lakini hata hilo likitokea, sio swala la polisi. Hilo swala litashughulikiwa na mamlaka ya vyuo na vyuo vina mamlaka kamili ya kuchukua. Ni swala la kiutawala la utendaji wa kazi. Kwa hiyo hilo nilolisikia kuhusu uh, huyo mhadhiri eh, tutapata taarifa zaidi, lakini nashukuru kwamba Mheshimiwa Simbachawani ameniambia kwa habari alizonazo ni kwamba yeye alichukuliwa na polisi, nadhani kwa swala lilotokea nje ya, ya chuo uh, na haiwezekani mtu akahojiwa polisi kwa kitu ambacho alikuwa amekitumia kufundisha darasani labda kama swala hilo kweli limefikia kwenye kiwango cha jinai na mamlaka ya chuo lazima itakuwa inajua, Vice Chancellor ajue, mkuu wa kitivo ajue na kadhalika. Kwa tusingependa tulete taharuki kwa wahadhiri wadhani kwamba tunawaingilia na kwenda mihadhara yao na kusikiliza na kuwashughulikia uh, vyuo vikuu haviendeshwagi hivyo uh, na hatutaviendesha hivyo lakini nasisitiza kwamba hata wakati wa kutoa mihadhara tuwe na weledi, professionalism professionalism naenda kafundisha kile ambacho naenda kufundisha, usiweke vitu vingine ambavyo kwa kweli vinazokaleta ukakasi ama kwa wanafunzi unaowafundisha au pengine na, na vitu vingine ambavyo sensitive utavijua wenyewe tu jinsi ambavyo utakuwa na vitendo. Na vikitokea hivyo, kama nilivyosema, kuna mamlaka ya ndani ya chuo itashughulikia. Sitarajii nisikie mhadhiri amekamatwa na polisi kwa kitu alichokuwa akikifundisha darasani, lakini ukifundisha darasani kwa namna unakiuka, unakiuka maadili kwa mfano au weledi unaweza ukachukuliwa hatua na chuo chako, na kama inaonekana kwamba kuna swala la jinai, basi mamlaka inayohusika na jinai itaingilia, lakini itaingilia kwa kupitia taratibu za chuo.